Shughuli za bunge zimeendelea kupamba moto mjini Dodoma, ambapo leo mitandao ya kijamii imeendelea kutikisika baada ya kauli nzito kutolewa na mbunge. Mambo vipi, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Afro Media TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe mwanafamilia wetu, na hii ni habari. Mbunge Salma Kikwete ametoa gumzo mtandaoni baada ya kutoa kauli nzito ambayo amewasema wale wote wanaopinga uongozi wa serikali ya awamu ya sita wajifikirie mara mbili mbili, ambapo katika matamko yake alidai ya kuwa deni na vitu mbalimbali vimeonekana vikilipwa, deni la taifa na mapato kuongezeka, hivyo amewataka wanaoponda kuacha mara moja kusogezea video hii akizungumzia hayo, na wewe utatuambia maoni yako kuhusu swala hili ama kuhusu maoni haya ambayo ameyatoa mbunge huyo kuwataka watu wakae kimya. Hii ni Afro Media TV. Usisahau kusubscribe, kulike ili uwe mwanafamilia wetu asanteni. Kodi imeongezeka kutoka milioni 850 mwaka 2023/2024 hadi kufikia trilioni moja. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Sasa kwa nini, kwa nini watu wana, wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno ni mengi? Ukiona mti wenye matunda unapopolewa, ujue kwamba kuna matunda matamu, na ndiyo maana Mama Samia mara huku anasema hivi, kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika taifa hili. Mama Samia anafahamika hapa kwa kazi kubwa na nzuri, anafahamika Afrika na duniani, na ndio maana hata dunia inamtambua kwa kumpa awadi mbali mbali kwa ajili ya kazi